Okay, nikukaribishe sana na leo bwana, tumekuja kutengeneza sabuni ya kusafishia choo. Tumeshawahi kutengeneza sabuni ya kusafishia choo, video iko hapo juu, utaenda utaangalia, lakini hii ni ya utofauti kidogo. Ile ya kwanza tuliyotengeneza ni kwa niaba ya kusafisha tu, yani ya kufanyia usafi wa chooni, vitu kama hivyo, lakini hii tunaenda kutengeneza ni kwa niaba ya kusafishia choo na kuua wadudu Sawa, unasafisha choo na kuua wadudu. Na hii haisafishi choo tu, inasafisha sehemu nyingi sana. Inaweza inasafisha kwenye masinki, inasafisha kwenye tiles, ina wale yaani, watu labda mfano kusafisha ndani, watu ambao wana, wana, wana mopping hii inafanya kazi nyingi tofauti na ile ya kwanza, na hata malighafi zinakuwa zimetofautiana kati ya hizi tutakazozitumia leo na kati ya zile ambazo tulizitumia kwenye video iliyopita. Video iko juu hapo utagusa linki na utaenda kuangalia ili, ili ujue uh, tofauti ya zote mbili. Sawa? Kwa hiyo hii inaitwa disinfectant cleaner. Hii ni kwa niaba ya kusafisha choo na kuua wadudu chooni vitu vya namna hiyo. Sasa, ah, uh, ile ya kwanza tulitumia malighafi machache sana, lakini hii tutatumia malighafi zaidi ya kumi na moja, lakini leo tutatumia maligafi tisa peke yake, ila ni zaidi ya maligafi kumi na moja ukihitaji. Sawa? Ila mimi hapa leo nitatengeneza kwa kutumia maligafi tisa peke yake. Sawa, na tutakuwa na maligafi zifuatazo. Tutakuwa na sulfonic acid, tutakuwa na alkatu, tutakuwa na sodium sulfate, tutakuwa na municipal au municipal, tutakuwa na IPA, tutakuwa na borix, tutakuwa na borax tutakuwa na NP9 tutakuwa na DMDM sawa. Hizo ni malighafi ambazo tutakazokuwa nazo, ni malighafi tisa kwa ujumla ambazo tutakuwa nazo leo hii. Aa, sasa, siwezi kudadavua malighafi moja baada ya nyingine moja baada ya nyingine, ni, ni, ni kazi kubwa sana, lakini tu nikutajie kuanzia, uh, kuanzia municipal, IPA, Borix, Borax, NP9, hizi ni malighafi za kwa niaba ya kuua wadudu hizi ni dawa za kuua wadudu kwao, unapoenda kusema bwana, nahitaji madawa ya kuua wadudu utapewa hizi hapa, na ziko nyingi zaidi ya isaajao hizi, hizi, hizi, ila hapa nimetaja municipal IPA Borix Borax na NP9. Muda wa kuanza kufanya uzalishaji wetu, kitu cha kwanza kabisa tutaweka maji. Haya maji inategemeana, unaweza ukaweka maji yote kiwango ambacho tutakachokuwa nacho chote, au ukaweka maji nusu. Sawa, kwa hiyo sisi tutaanza na maji lita mbili, ok okay. Sasa hayo maji lita mbili tutachukua, uh, alkatu. Tutaweka alkatu. Sasa hii alkatu tutaiweka, alafu tutaikoroga hadi ilete uzito. Tutaikoroga hii alkatu hadi ilete uzito, sawa. A, tulikuwa tunaendelea kukoroga alkatu na tunachokifanya sisi ni kwamba tunakoroga alkatu hadi iwe nzito nzito, okay. Bado tunaendelea kukoroga alkatu, na kubwa zaidi ni kwamba unatakiwa ukoroge alkatu hadi iwe nzito na uzito wa alkatu. Hembu subiri kwanza, unauona uwote uzito? Hii ni alkatu peke yake. Sasa kuna kitu kingine nimesahau kukuambia, ni kuhusiana ni na nini hii hii nini yetu, unaona ina, ina mabuje. Kwa hiyo haya mabuje yanaletwa wakati ule wa kuweka wa kuweka alkatu kwenye maji ndio analeta mabuje. Ili usilete mabuje, inatajika una, unaweka alkatu kidogo kidogo kidogo kidogo huku unakoroga. Sasa sisi tumemimina tu moja kwa moja ndio maana umeona ameleta haya mabuje, lakini kwa vile alkatu ni unga, kwa vile alkatu ni unga, haya mabuje yataenda yanapotea yana taratibu taratibu, lakini yanachukua muda kidogo kwa kadi tutavyoendelea tuna nini ndivyo takavyokuwa naenda yanayeyuka, yana, yana, yana, yana, yana. Kwa hiyo kinachofuata hapa tunaenda kuweka sulfonic, sawa. Kwa hiyo hii alkatu jinsi ilivyo hivi haina shida sana, shida inaanzia sasa, tutapoanza kwa sasa kuweka sulfonic na kuendelea ndo panaanzia shida, sawa. Kama mnavyojua hivi vitu mnatakiwa muwe makini sanaeu ambao unaofanya kazi, kuna watoto, weka mbali na watoto. Kisha tunaanza kukoroga. Ukishaweka alkatu, umejikoroga imekuwa nzito, kinachofuata ni sulfonic acid. Unatakiwa uchanganye vizuri, sulfonic ichanganyike vizuri na na ile alkatu ambayo tumeweka kwa mara ya kwanza. Na kama ninavyokuambia kwamba inahitajika sana umakini wako, umakini unahitajika sana kwa sababu ya kwamba hii sulfonic sio nzuri kwao, umakini unahitajika kwa tutakoroga hapa. Uh, hadi tutakapoona kwamba hivi zimechanganyika vizuri okay. Kwa hiyo kitakachofuata hapa ni kwamba tutaweka, tutaanza sasa kuweka dawa zetu za kuua nini, za kuua wadudu ambao kuna hizi hapa, kuna yaani dawa zote ambazo uko nazo za kuua wadudu, huu ndo muda sasa wewe kuziweka, sawa eh? Na unaziweka huku ukiwa unakoroga, sawa, unaweka huku ukiwa unakoroga Okay, uhakikishe kwamba kila unapoweka malighafi lazima ukoroge. Kila unapoweka malighafi koroga. Sio lazima ukoroge kwa kutumia nguvu, hapana, lakini ni lazima ukoroge kila unapoweka malighafi. Unakoroga kila unapoweka malighafi, unakoroga sawa Okay, sasa baada ya we kuhakikisha kwamba umeshaweka dawa zote ambazo uko nazo, dawa zote za kuua wadudu ambao uko nazo umeshaziweka, kitu cha mwisho kuweka huwa ni perfume, hiyo ndio kitu cha mwisho kwa wale ambao wanaweka perfume kwao. Kinachofuata tutaweka sodium sulfate, au chumvi. Sasa sisi tutaweka chumvi ya kawaida sawa, unaweka chumvi ya kawaida na hii ni baada ya kuweka kila kitu humu ndani, yani kuweka dawa zile zote ulizokuwa nazo umeshaziweka zote. Oh, kita, cha-, cha, cha kuweka hapa baadaye ni chumvi na ukitoka chumvi utaweka uh, DMDM, uh, rangi na perfume kama uko navyo, kisha utayaacha hapa yatulie, ama utaiacha hii dawa itulie hapa masaa ishirini na nne au masaa kumi na mbili. Tunafanya kwa vile ni muda wa jioni, tutaiacha hapa hadi kesho asubuhi. Kwa hiyo kesho asubuhi nitakuja nikuonyeshe nini ambacho kimeendelea kwenye kwenye dawa yetu hii hapa ya chooni, sawa. Kingine nishaakuambia ni kwamba la, ni, ni, ni vyema zaidi uwe uh, na, na, na nini uwe na maski kwa sababu malighafi zina zinanuka vibaya. Pia usikose kuwa na nini na na gloves, ni vitu muhimu sana, hivyo lazima uwe navyo pia, sawa. Kwa hiyo kitachofuata hapa utaweka chumvi. Ukishaweka chumvi au sodium, nikimaanisha chumvi ndo ile sodium salfeti uh, uh, kuna ile chumvi ambayo unaenda kununua kabisa, na kuna hizi zingine ambazo ni ma, ni ma, za majumbani. Zote zinafanya kazi, zote zinafanya kazi. Baada ya hapo utamaliza mapafyumu, rangi kama uko navyo, kisha utaiacha itulie.